Mwandishi amejaribu kuelezea kuhusiana na ukoma. Tumemuona mtu wa kwanza mwenye ukoma Mathayo nane na mstari wa kwanza mpaka wa nne kwamba aliposhuka mlimani tu watu wengi walifanyaje? Walimfuata na mwenye ukoma mmoja akamgusa, akitaka kufanya nini? Kutakasika. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walishawahi kushuhudia mtu mwenye ukoma au walishawahi kumuona mtu mwenye ukoma yukoje kati yetu au mwenye ukoma karibu anakuwaje, kuwaje? Karibu Adbela amejaribu kueleza kwamba mtu mwenye ukoma vidole vyake vinakuwa vimekatika katika, lakini huwa vikatiki tu ghafla. Mara nyingi mtu huyu anazaliwa akiwa mzima kabisa, anapata ugonjwa ambao ni kama fungus fulani, wanaingia kwenye aidha vidole vya miguu au vya mikono vinaanza kulika taratibu na mara nyingi wanakuwa na vidonda vibichi visivyopona. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa vidole vyake vinalika taratibu mpaka vinaisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anabaki na mkono ambao hauna vidole au miguu isiyokuwa na vidole iliyojaa vidonda. Na kama walishawahi kuhudhuria kambi yoyote ya wakoma, mojawapo iko Shinyanga, maeneo ya Kolandoto, wako wazee pale wakoma wanatunzwa. Bwana Yesu asifiwe sana na katika jamii zetu ni watu ambao wanakuwa wametengwa, hawaruhusiwi kuchangamana na watu wengine kwa sababu unapoyagusa tu yale majimaji, lazima ufanye, uambukizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya kugusana. Kwa hiyo mtu mwenye ukoma amefananishwa na dhambi na mtu mwenye dhambi, kwamba dhambi inapoingia ndani ya mtu inaanza kumtafuna kidogo kidogo, anaanza kulika kidogo kidogo, inamaliza taratibu taratibu. Mwisho wa siku tunaanza kuyaona matokeo taratibu taratibu, nje ya matendo yake, kwa sababu ile dhambi ilipoingia ndani ya moyo haikuingia tu ikafanya uharibifu, ilianza kufanya uharibifu taratibu taratibu, kiasi kwamba huyu mtu asipojigundua mapema kwamba tayari ameshaingia unajisi na kuamua kutafuta msaada wa haraka Matokeo yake tutakuja kuona kwamba huyu mtu anakufa kabisa kiroho na kuanza kuona, hata kama alikuwa na huduma fulani, ile huduma inakufa. Hata kama alikuwa na kitu fulani tulichokiona kwa nje ya kwamba ni kizuri, kile kitu kinafanyaje? Kinapotea. Ndo kama ambavyo ukoma uko ndani ya mtu, amezaliwa akiwa mzima, akiwa na vidole, akiwa na kila kitu, lakini matokeo yake tunaanza kuona vile vidole vinafanyaje? Vinapotea, anageuka kuwa mlemavu, kwa sababu ya nini ya ugonjwa. Ndivyo ilivyo dhambi ndani ya mtu. Bwana Yesu asiwe sana, kwamba dhambi inapoingia ndani yako inaanza kukutafuna kidogo kidogo, unaanza kumalizika taratibu taratibu. Leo utashawishiwa fanya hiki, si dhambi, utafanya leo. Utashawishika, endelea piga hatua hii mbele dhambi ile ile inaendelea kukupeleka taratibu, mwisho wa siku inakumaliza, unakufa kabisa. Unakuwa ni mtu ambaye unabaki kuwa kanisani kwa mazoea, lakini ndani yako hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo ndivyo ulivyofananishwa ukoma na dhambi kwa watu walio ndani ya kanisa, na dhambi inapokomaa ina, mara nyingi inasababisha mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujifunze kwa huyu mtu mwenye ukoma ndani ya Biblia. Alipojiona ya kwamba kweli mimi nina ukoma, ni mtu aliyetengwa, na kwa Wayahudi hakuruhusiwa hata kuchangamana na watu ndani ya ibada, na hata mtu aliyechangamana naye alihesabika kama najisi. Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba analinajisi kanisa kwa sababu tu ya kuchangamana na mtu mwenye ukoma kama ilivyo mtu mwenye dhambi. Unapochangamana au kuambatana na mwenye dhambi, moja kwa moja umenajisika, hata kama usipoona kwa macho, lakini katika ulimwengu wa roho ule unaji tayari unakuwa unatembea naye, kwa sababu umeshirikiana na dhambi au umeshiriki katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, watumishi wa Mungu tunatakiwa tuwe macho, nani unashirikiana naye katika nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni la kuzingatia sana. Usikubali tu kushiriki katika kila kitu pasipo kukipima. Waweza jikuta umeshiriki katika dhambi pasipo kujua, na tayari mbele za Mungu wewe ukawa tayari umeshajitia nini, unajisi, na matokeo yake Mungu akakuhesabia hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo tujifunze kukaa katika hali ya utakatifu, tujifunze kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu na kumcha Mungu katika hali ya usafi tusiruhusu dhambi ikamea ndani yetu na kuota mizizi na kuikubali na kuishi kwa mazoea na kuizoelea kuitenda siku zote za maisha yetu. Kwa njia hiyo, hiyo hatutakaa tumuone nani Mungu, na kwa njia hiyo hatutapokea baraka za nani za Mungu. Mungu anawafurahia watu walio wanyofu wa mioyo, wanaoenenda katika mapenzi yake na kuishi katika kumcha nani Mungu. Sasa wewe unapokuwa unaishi katika maisha ya dhambi na kuizoelea dhambi na kuiona ya kwamba ni kitu cha kawaida kwa sababu tu katika jinsi ya mwili hakuna aliyekuona, lakini Mungu aonaye sirini anatuona kila dakika, kila saa, tunapotoka, tunapoingia, popote unapokuwepo. Hata kama hakuna jicho la mtu, lakini kumbuka ya kwamba jicho la Mungu lipo. Bwana Yesu asifiwe sana.